E kaunti ya Kilifi ambapo familia za wahanga wa mauaji ya msitu wa Shakahola zitalazimika kusubiri zaidi kabla ya zoezi la kuwatambua wa wapendwa wao kukamilika. Mwanakemia mwana mkuu wa serikali amesema kuwa gharama ya kupata vifaa na vipimo pamoja na taratibu za ununuzi wa vifaa hivyo zimecheleweshwa zoezi hilo kwa miaka miwili sasa. Na kama anavyotuarifu Francis Mtalaki, mchakato huu unaogharimu mamilioni ya pesa huenda ukalazimu baadhi ya familia kutoa upya sampuli za DNA. Safari ya kutafuta majibu na kufunga ukurasa kwa familia za walioangamiwa kwenye tukio la kutamausha katika msitu wa Shakahola imekuwa ndefu. Chozi wa wa ya waathiriwa yakisalia ya kutiririka bila wa kuyafuta. Watoto wangu, kama nitakuja kuwapata, kama nitawazika, kama itakuwaje, miaka imeenda. Limetweka standby. Limetweka hostage. We are not moving on. Safari inaonekana kuwa mbali kukamilika. Afisi ya mwanakemia mkuu wa serikali ikijitokeza kutoa majibu kuhusu chelewa chelewa hiyo, majibu ambayo yanaziongezea familia 420 mzigo mkubwa. Degraded. So the process of getting the DNA from those kind of remains is a very stringent, a very very stringent, laborious and lengthy process. Mabaki ya waliofukuliwa Shakahola ilikuwa katika hali mbaya, hali ambayo imeleta changamoto ya kupata sampuli za DNA ili kuiunganisha na jamaa za waathiriwa. Kolo kwa mdomo inakuwa ni fresh. Hiyo si rahisi kwa sababu unapata zile ambazo mwili umeoza sometimes na degenerate ndio maana tunakosa DNA katika hizo mifupa. Licha they they ya familia kutoa sampuli za DNA ili kuwatambua wapendwa wao, familia hizo huenda zikalazimika tena kurudia zoezi hilo. You need a, a a a broader pool of reference samples from relatives to be able to to to come up with a cross matching results. Kando na familia, gharama ya vifaa na vipimo bado inawakodolea macho. Kizungumkuti kizingira idara hii ya serikali, wakati ambapo familia zimekuwa zikiuliza maswali. Utaratibu wa kununua vifaa unasemekana kuchukua muda mrefu sawia. So it is an expensive exercise

Maabara ya serikali ilipokea sampuli 453 za wahanga wa mauaji ya Shakahola. Walifanikiwa kushughulikia sampuli 333 na, na kutambua sampuli 122 kati ya 333 huku sampuli 66 zikifanana na jamaa zao. Sample taking. Baadhi ya familia za wahanga wa mauaji ya Shakahola watalazimika kusubiri zaidi hadi pale serikali itakapokamilisha zoezi hili. Wanalosema lina changamoto si haba. Francis Mtalaki, mwingi ya Citizen, Mombasa.